Katika jitihada za kukuza uchumi wa taifa kupitia sekta ya kifedha, mwekezaji wa kike anazindua taasisi mpya ya ubadilishaji wa fedha jijini Arusha. Mwekezaji huyo Mishel Mrema, kupitia Serene Safari Bureau de Change, anasema anamshukuru Rais Samia Suluhu Hassan kwa kuwapambania vijana wa Kitanzania na kutoa fursa za uwekezaji bila ubaguzi. Akizungumza katika uzinduzi huo, Mrema anasema taasisi hiyo inalenga kutoa huduma bora za ubadilishaji wa fedha pamoja na kuajiri vijana ili kukuza uchumi wa taifa. Tuko jiji la Arusha, kwa hiyo biro hii yetu hapa tunaamini kabisa kwamba tutapata wageni wengi tofauti tofauti sana sana kwa ajili ya ile uh, Royal Tour aliyofanya Mama Samia imetuongozea wageni sana, na ndiyo inayotusaidia kutupa kipaumbele kufungua maduka haya ya kubadilisha fedha. Kwa upande wake, mgeni rasmi kamishna wa mkoa wa Arusha, Tanzania Girl Guides, Iris Naushad Makere, anasema maadili, bidii na roho ya kujituma vimekuwa dira ya maendeleo ya taasisi hiyo huku akisisitiza kuwa ubunifu wa kuanzisha taasisi ya kifedha ni mchango muhimu katika pato la taifa. Serene Bureau de Change italeta fursa kwa wananchi, wafanyabiashara, wageni wanaotembelea mkoa wetu hasa wakizingatia mkoa wa Arusha ni kitovu cha utalii. Ni muhimu kufahamu kuwa Serene Bureau de Change si biashara tu, bali ni maono ya kutoa huduma za kifedha kwa uaminifu, uwazi na kwa kusimamia maadili ya uadilifu, ubora na kuaminika kwa jamii. Bureau de Change hii ni muhimili wa uchumi wa kimataifa, inaashiria mzunguko wa kifedha za kigeni kuchochea uwekezaji na uimarishaji wa biashara baina ya mataifa. Miongoni mwa waliohudhuria uzinduzi huo ni mkurugenzi wa Furaha Safari Bureau de Change ambaye alieleza furaha yake juu ya ujio wa taasisi hiyo mpya. Kufungulia kwa hii biashara ni fursa adhimu kwa wafanyabiashara, kwa watalii wataokuja Tanzania kwa maana watapata masoko rasmi ya maduka eh, rasmi ya kubadilisha fedha za kigeni na itakuwa ni fursa adhimu kwa wafanyabiashara wa Kitanzania kupata rasmi bei rasmi katika maduka rasmi ya kuuza fedha za kigeni ambayo itapelekea kuagiza mizigo kwa bei nafuu kuja kuuza kwa bei nafuu, itapelekea kuimarisha kwa uchumi eh, kuimarika kwa sekta binafsi, kuimarika kwa wafanyabiashara ndani na kuweka uwepesi katika biashara. Na haya yote kwa namna ya kipekee tushukuru serikali ya awamu ya sita chini ya mama, mama yetu Daktari Samia Suluhu Hassan kwa kusimamia hii sekta kwa kuweka mipango imara, kuweka sera nzuri zinazowezesha wafanyabiashara kuweza kufanya biashara katika soko ambayo ni huru ambayo inapelekea kuimarika kwa uh, fedha yetu na biashara kwa ujumla. Tunafurahi sana lakini kwa namna ya kipekee tunamshukuru Mwenyezi Mungu, tunashukuru serikali ya awamu ya sita kwa jitihada zake. E, kwa namna ya kipekee inavyowezesha vijana e, na wafanyabiashara kwa ujumla. Kwa hiyo, sisi ujio wa huyu mwenzetu kwa kwetu ni furaha kubwa sana. Ninaongeza wigo mpana katika soko letu. Uzinduzi wa Serene Safari Bureau de Change unaonyesha namna wanawake na vijana wanavyozidi kuchangia maendeleo ya taasisi kupitia uwekezaji katika sekta ya kifedha. Tanzania 24 Digital. Beyond the Mainstream, Beyond the Mainstream.